Tumsifu Yesu Kristo yeah. Basi nitakuwa na maneno machache, kwanza itakuwa ni shukurani, pili ujumbe, tatu ombi. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa niaba yenu kwa yote ambayo yanafanyika katika jimbo la Iringa na kwa namna ya pekee katika parokia yetu ya Ulete, tumepewa zawadi hiyo ya hawa mashemasi. Ni zawadi kubwa kwa sababu wanaingia kwenye daraja. Tunaposali misa takatifu, tunaadhimisha misa takatifu. Shemasi lazima atajwe pale. Anatajwa. Ni nafasi ya juu kabisa ambayo tumeheshimiwa, tumeheshimishwa sisi wana parokia ya Ulete, lakini pia kwa kanisa zima. Lakini shukrani ya pili ni kwa walezi wote, wameshasema wenzangu kwa umahiri kabisa lakini niseme tu shukurani kwa walezi wote kutoka kwenye familia, wazazi na walezi, na wengine wote, tunashukuru sana. Nasema ukiona vyaelea vimeundwa, lakini pia nasema ukiona mtu mzuri ametengenezwa. Baba kamnyuka anasema natengenezwa mtu mzuri, anatengenezwa. Kwa hiyo tunawashukuru hao wote lakini pia naingia nafasi hiyo e, hiyo ya shukrani, nawashukuru ninyi nyote mliofika kutoka parokia nyingine. Kwa namna pekee, mapadri hawa leo, siku ya Dominika, wameacha shughuli huko za kitume. Ni sadaka kubwa kabisa kwa mashemasi wetu na kwetu sisi pia, mpaka tukapata kusikia hata maneno yao. Tunawashukuru sana mababa kwa sadaka yenu ya kuja hapa kuwa sehemu ya furaha katika parokia, wana parokia ya Ulete tunawashukuruni sana lakini, pia tumshukuru baba Kiwale kaka yetu aliyetuadhimishia misa takatifu. Tunashukuru sana nashukuru pia kwa baba Ndinde. Eh, alipewa taarifa kwa kuchelewa lakini, eh, ni kijana eh, askari wa Yesu amefanya, ametueleza vizuri. Tunakushukuru sana baba. Shukuru baba Kamnyuka, umekuja hapa kwa sababu ulifanya kazi katika mazingira haya, unawafahamu, umekuwa sehemu ya familia ya Ulete. Eh, tumshangilie jamani Yeye yeah, ni sehemu ya familia ya Ulete na ndio maana eh, watu wanaambia bwana, kuna hiki anakuja, eh, anakuja kwa sababu ni sehemu ya familia ya Ulete, na wengine ambao hawajafika kwa sababu Baba Msongo alitamani sana kufika, lakini basi ametokea mengine ambayo yamemfanya ya asifike, naye tunamshukuru sana. Shukurani kwa watawa wote wakike na wakiume wazawa na wanaofanya kazi katika parokia yetu na wale wengine ambao wanafanya kazi nje ya parokia yetu, tunawashukuru sana kwa kuja kwenu kuwa sehemu ya furaha e, e, furaha yetu. Tunawashukuru almashauri vyama vya kitume na viongozi wa kisiasa wengine nimewaona hapa, hatujawakaribisha lakini tunatambua uwepo wenu, tunatambua uwepo wenu na sadaka zenu ambazo mmekuwa mkitolea kwa ajili ya shughuli za kitume zinazoendelea katika parokia ya Ulete. Basi katika shukurani, ni washukuru pia walioandaa wa mazingira haya yote uko ukumbini, ngie anaandaa chakula anahangaika, anaenda kununua, anaenda wapi. Tunawashukuru sana. Tunawashukuru pia kwa zawadi mbalimbali mbali ambazo mmewapatia hawa mashemasi wetu, na tunaendelea kuomba muendelee kutupatia hizo zawadi, hasa za sala, ili waweze kufikia katika altare ya Bwana. Baada ya shukurani washukuru awa wanakwaya kwaya Mtakatifu Sesilia, sio Bikira Maria wa Mateso. Bikira Maria wa Mateso itakuwa hapa, sio hapo, yeah. Sasa mwefa tunawashukuru sana pamoja na walimu wote tunawashukuru sana. Ni sadaka kubwa eh? Ni sadaka kubwa, sisi tunawategemeni Imbeni kama sehemu ya uinjilishaji wenu na kwa kuimba mnapata neema na baraka ndani ya familia zenu. Tunawashukuru sana na wengine wote, papa wengine siwezi kuwataja wote, lakini nasema kila yeyote aliyehusika katika tukio hili, tunawashukuruni sana. Neno sasa, neno kwa mashemasi wetu. Ameshasema mababa waliotangulia, wamesema vizuri sana lakini, mimi ningeweza kusema tu maneno machache. Mmeingia katika hadhi ya pekee, mmeingia katika hadhi ya pekee ambayo mna wajibu wa kuliombea taifa la Mungu. Iweni wanyenyekevu katika nafasi hiyo mliopewa bila mastahili, na katika maisha yenu safari hii iliyobaki hapa, basi mwendelee kuwa wanyenyekevu, uwajibikaji, kujiandaa katika masomo yenu vizuri, lakini pia kusali, eh? kusali kusali kusali kwa ajili yenu na kusali kwa ajili ya kanisa zima. Na hivi mimi sina neno lingine, lakini kuna neno ambalo amenipatia baba msaidizi, Baba John Esperato Kindori. Hilo ndio nataka niwaambie. Baba Kindori anasema mmefanyika au naendelea kufanyika kuwa daraja kuwavusha watu kutoka eh, huko kwenye maisha ya giza kuwaingiza kwenye, kwenye maisha ya mwanga. Daraja kila wakati si watu wanapita eh? mara nyingine daraja alitembee sio, alitembea nakuta liko pale, kwa hiyo mtachafuka. Kwa hiyo ninyi kama daraja mkumbuke hilo kwamba ninyi ni daraja eh, ninyi ni ngazi, na kama ni ngazi basi mfanye kazi hiyo mkijaua kwamba ninyi ni daraja. Watu watapita migongoni mwenu waende kwa Yesu, hata kama ninyi mtaonekana mbele za watu kwamba hamfai hivi. Lakini mmependelewa kuwa daraja, yeah? Wamependelewa kuwa daraja. Hata kama sisi mtatuona mapadre sisi Msamba mbaya sana, lakini basi Mungu amenipendelea hivyo niwe daraja kwenu ndiyo tu. Amenipendelea na mimi sina mastahili hayo, amenipendelea na wao hivyo hivyo, watapendelewa, wamependelewa, wana kuwa daraja kuwavusha wengine upande ule wa wokovu. Tuwaombee ili wasisahau kazi hiyo, wajibu huo mkubwa ambao e, wakiutazama wanaona kama hawastahili. Kwa hiyo tunawaombea mwendelee kufanyika kuwa daraja kwa ajili ya taifa la Mungu. Mwisho, niseme asanteni sana, mmetuheshimisha sana wana parokia ya Ulete. Na la mwisho kabisa, sasa niseme e, tumevimegawanyika parokia ya e, Kigango cha Ulete kimegawanyika, kuna Kigango Teule cha Muwimbi. Baba Askofu alikitangaza kimepewa hadhi ya pia ya kupata ratiba ya, ya misa takatifu sawasawa na vigango vingine. Hicho kigango cha Muimbi kinaanzia wapi? Kinaanzia barabara ile kwenda huko, wa huku wote wako parokia, wako kigango cha Ulete, yaani kuanzia hao wadini hao mpaka wazee Hawa hawezi kuvuka kule, hawa watasali hapa, na hapa tutaanzisha kwaya zetu, na tutakuwa na watoto wetu, tutakuwa na wavijana wetu, tutakuwa na wazee wetu. Naombeni sana mnielewe hivyo. Kigango cha Ulete kinaishia kwenye barabara pale tu. Kanisa letu ni hapa, watoto watapata E, malezi hapa. Watoto wa shirika watapata malezi hapa, ili waweze waendelee kujiunda, waendelee kumfahamu Mungu na baadaye waweze kulifaa kanisa na waweze kutufaa sisi, wana familia. Mwisho kabisa, basi nasema karibuni. Tukishatoka hapa, viongozi watatuelekeza kuna nini cha ziara. Nawashukuruni nyote, tuwamshangilie Mungu kwa siku ya leo. Asante sana. Ndani ya mwezi huu tunatakiwa tuanze jambo letu. Mwaka jana tulikuwa na kamoja na mwenyewe yule pale, tulifaulu. Sasa tunao.